Akizungumza wakati wa ukaguzi wa mradi huu, profesa Mbarawa amesema kuwa ujenzi wa bandari ya Mbamba Bay umegharimu kiasi cha shilingi bilioni 80 na unatarajiwa kukamilika ifikapo mwezi Agosti mwaka 2026. Ameeleza kuwa hadi sasa utekelezaji wa mradi umefikia asilimia 47, hatua inayoonyesha kasi nzuri ya ujenzi. Tukijipanga tukileta fedha kwa wakati, mradi huu utamalizika kabla ya mwezi tarehe 26 Agosti. Sisi tunaujua umuhimu wa mradi huu kwa wananchi wa hapa Tunajua wananchi wa kanda hii wamesubiri bandari hii kwa muda mrefu. Kwa vile tutafanya kila inalowezekana kuhakikisha kwamba bandari hii inamalizika kwa wakati, na si kwa wakati tu, lakini kwa viwango vinavyostahili. Kwenye usanifu wa bandari hii tumeangalia mabadiliko ya tabia nchi ya miaka hamsini yanayokuja, sababu naweza kujenga bandari leo, baada ya muda maji yakaja bandari hii tumejenga katika kiwango ambacho hata kama kutabadilika viwango vya maji kupanda na kushuka itafanya kazi kama ilivyotarajiwa. Mwito wangu kwa TPA na mkandarasi, tumsimamie mkandarasi, tuhakikishe kwamba huo muda ambao tumewaahidi viongozi na tumewaahidi wananchi tuweze kukamilisha. Kwa upande wake mkuu wa mkoa wa Ruvuma Brigedia Jenerali Ahmed Abbas Ahmed amesema uwekezaji katika mradi wa bandari Mbamba Bay unaofanya mkoa wa Ruvuma kuwa mkoa wa kimkakati kibiashara. Amesisitiza kuwa bandari hiyo itakuwa kichocheo muhimu cha biashara za kikanda zitakazohusisha nchi jirani ikiwemo Malawi na Msumbiji. Mkoa wa Ruvuma kuwa ni mkoa wa kimkakati kibiashara, bitwini mkoa na mikoa mingine, lakini biashara za kikanda kwa maana ya nchi za Msumbiji na Malawi. Sisi wanaruvuma tunaiona bandari hii kama ni kichocheo cha ukuzaji wa uchumi. Kama nilivyosema, kupitia bandari hii, wananchi wanaweza wakasafirisha mazao yao kwa gharama nafuu zaidi, tofauti na kupitisha kwenye mabarabara. Lakini kupitia bandari hii, ninaona zile biashara za kikanda zinaenda kufunguka kwa sababu Malawi na Mozambiki wataleta na sisi tutapeleka bidhaa zetu, lakini naona kupitia bandari hii kutakuwa na ukuaji mkubwa wa wilaya hii ya Nyasa na mkoa wetu kwa ujumla, kwa sababu biashara hii ya bandari itavutia biashara nyingine kutoka kwa wananchi wetu, lakini kutoka na kwa taasisi zingine. Naye mbunge wa jimbo la Nyasa, mheshimiwa John Nchimbi, ameiomba Wizara ya Uchukuzi kuingilia kati usafirishaji wa makaa ya mawe katika mwambao wa Ziwa Nyasa. Amesema bado kuna mvutano kati ya Mamlaka ya Bandari wa na wafanyabiashara wa makaa ya mawe, hali inakwamia shughuli za kibiashara na ukuaji wa uchumi wa eneo hilo. Tutakumbuka kuna meli maalum ilijengwa kwa ajili ya kubeba makaa ya mawe ambayo kwa fizibiliti stadi iliyofanyika kwa wakati ule ilionekana makaa ya mawe yakitoka Rwanda kateremka Ndumbi ikabebwa ikaenda mpaka Kiera Ure, urefu wa, wa usafirishaji ulikuwa unapungua, lakini pia hata gharama zingeweza kupungua. Lakini pia kwa barabara yetu ambayo unaifahamu na umeipita ingeweza kusalimika zaidi katika ubora wake kutokana na uzigo, uzito wa ule mzigo. Uh, meli ilishajengwa na kwa gharama kubwa sana, bandari ilishajengwa pale, lakini sasa bado kuna mvutano uliokuwepo kati ya wachimbaji wa makaa ya mawe na wasafirishaji na bandari tulikuwa tunaomba hii ofisi yako ilichukue kusudi lile lililokusudiwa na serikali na lilopelekea mpaka tukaingia gharama kubwa ya ujenzi wa meli ile ya usafirishaji liweze kufanyiwa kazi na kazi hii liweze kufanyika kwa manufaa ya wananyasa wanandumbi na wengine. Kama ambavyo tumepata taarifa, mradi huu unategemewa kukamilika miezi kama saba ijayo eh, lakini tunavyoona eh, inawezekana kama tusipochukua juhudi ya maksudi. Hiyo miezi saba haitakamilika. Kwa rai yangu kama walivyosema wataalamu na mhandisi mshauri ambaye nimsikiliza pale, amesema kazi hii inafanyika usiku na mchana. Sasa inawezekana mchana ikawa masaa nane na usiku masaa matatu bado ni usiku na mchana. E, sasa mimi, kwa niaba ya chama, niombe serikali na wataalamu wetu wafanye kweli usiku na mchana kwa maana ya kuongeza masaa ya kufanya kazi. Lengo la wananchi wa mkoa wa Ruvuma ni kuitumia hii bandari kwa ajili ya uchumi. Kutoka Nyasa mkoa ni Ruvuma, Newton Ndenda.